Bra naambie basi, siku mingi haki gui, nimetoka Burundi juzi. <laughs> story sijakupea. uh -huh. Kiwaje? uh -huh. Safari imekuwa poa yeah. Imekuapoa sawa, haki uh -huh. ya Mungu, kuna vituachana, mambo ya warembo oh. Warembo wapo, hakuna nchi nakusiana na warembo, si ndio? Lakini na samaki hiyo samaki unajua inaitwaje? Sio kama hizo Thompson za hapa hapana, inaitwa mkeke. Mkeke. Unajua mkeke ni mkeka kwa, Toa, kwa, kwa Kenya, kwa Kenya. <laughs> kabila gani? Kikuyu mkeke <tri> uh, ne, ni, uh, ni mkeka sio mkeke hata oh. Kwa Kiswahili ni mkeka sile mlango anatandika hivyo, anaona hata sokoni sasa eh, market, hiyo ni mkeke ni samaki inakuwa tamu aje? Inakulia na nini? Na Ah, unakula na kila kitu chochote wali, ugali Ome, ah, si samaki oh, zingine we naye kuambia mke oh, kila chakula chochote unaweka ndio, lakini sisi tunaipendeka kwa kwa ugali mahindi, una ugali mwingine wa mihogo ki, hmm, samaki na jaba, achana hiyo, ni mambo yenu ya Wakenya samaki so, <laughs> na jaba Taratibu blasi, samaki na jaba. Sasa, samaki na jaba, haki ya Mungu wewe, unaambia ukweli, unaanza kula utatema nini umeze nini, na utatema nini umeze nini, na ugali hapo una mix. Yaani, hiyo jaba yako nitakuwa nani, hapana kuna mboga zingine zinaitwa nani, sukuma. Yaani, hiyo jaba ndio sukuma uta Hapana, hey, sio hivyo. Na, na njugu. Hiyo mkeke sasa kwa tamu sana aje. Ai. Haki ya Mungu, ni kwa sababu zimekosekana kwetu. Ningekuletea. Ningekuletea haki ya Mungu. Unao ujaribu. Acha tu tutaenda huko Novemba au Disemba? Disemba. Uh, Christmas tukulie tukulie huko. New Year huko si ndio? Ndio tajua. Na tena bonus utapenda au utatoka. Burundi? Utapenda, hautatoka, hautarudi Kenya. Haki ya Mungu, ni nchi kidogo. Lakini yeah, na mambo na ya mbele, sasa si sio ndio kitu muhimu kwa, kwako kwa na, lakini wewe kingali kijana ndio maana mimi mzee, eh, baba wa mtoto moja na mwingine mtarajiwa. Ndio hiyo kuna heshima mzee, ndio hivyo eh, mimi ndio mzee. Wananitwa nani? Wananitwa nani? Baba, baba Freddy najua. Tutarudi Kiambu kwenu si ndio? Yeah, ile wakati nimefurahi Kiambu. Ah, yeah, ni kama Burundi. Haki yeah, ya Mungu. Hata yeah, mimi nimependa hiyo Kiambu. Yeah. Kuna mali nyingine inaitwa Tuliva. Tuliva. Yeah, hiyo yeah. Mali tufike hapo, si ndio? Kuna sehemu nyingine ile niliwahi kuambia kitambo. Hiyo mm. Maji inatoka juu. Kwa French inaitwa mm. shit. Ah, uh, ndio hivyo. Mm hiyo -hmm. Sehemu inaitwaje? Niliwahi kuambia kama ni Eden. Heo, Eden. Ni Eden? Mm. Garden City. Ah, Garden City kwa huko no. Sio akiambia hakuna Garden City no, si ni ukweli au nataka kunidanganya <laughs> au unaniona mimi ni mgeni hapa Kenya? Eden, ni Eden. Sawa.